nashangaa unainuka ulivyoanza, kwa sababu haukukutana na ubavu wako, ulikutana na wasurulishaji wa mwili wako. Tusitoke nje ya ndoa uh -huh. Sasa mimi nimetulia, alafu mume wangu atoke nje ya ndoa uh -huh. Mpaka mwishowe azaina mwanamke nje uh -huh. Sasa haa kat, kat, kat, kati ya zile ninio umuulize, akwambie lakini mtoto ni wangu, ndio kale kwenye mnaishi, akwambie tuliachana, lakini mienendo yake uh -huh. Inaonyesha dhahiri kwamba, yaani wewe na si wewe

Ndoa iheshimiwe na watu wote. Lazima ujue kwanza, ndoa inayozungumziwa ni ndoa ya nani? Bora sikiwe come and stay, that is not marriage <laughs> <I'm not. laughs> <laughs> <I'm not. laughs> Leta hiyo kumbe iko hapo. Nimeona. Hai, sawa. Bana nikusalishe. Ndoa Biblia sasa kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote. Ndoa ndio yita ndoa kwanza wewe. Ndoa yako ilishikishwa na shehe. Maimani ama mchungaji ama mlishikishana ninyi wenyewe chumbani. Eh? Unaweza sema ndoa iheshimiwe na watu wote, asema Bwana. Ndoa ulionayo ilishikanishwa na shehe, maalimu, ndoa ya mkeka ama kiongozi yote wa kidini, padri ama askofu ama ni yeye mwenyewe kuishikanishana kwenye gesti ya Luka. Haleluya. Muelewe. Nielewe, nielewe vizuri sawa, eh? Kwa hiyo ndoa inayozungumziwa kwenye Biblia kwamba iheshimiwe na watu wote, sawa so, na isivunje ni ndoa iliyoshikanishwa kwenye madhabahu na kiwepo kiongozi wa dini awe mshehe ama awe mchungaji, maanake tayari Mungu alikuwa anasema hivi Alichokiunganisha nani? alichokiunganisha nani? elewa maandiko. alichokiunganisha nani? Nani ya kwako iliunganishwa na nani. Ah. Sasa mlionganishana nini wenyewe, Mungu? Kwa hiyo kama mlionganishana nini wenyewe, inatakiwa uwezo wa kuvundisha naweza eenawezak mtakuongana kisawasawa mlionganishana wenyewe nambaoge sawa. Sasa jana nilifundisha nikasema, kwa nini ndoa nyingi zinakuwa na matatizo? Ni kwa sababu au kwanza, na Bwana sasa hivi tasha kupata hili irudi, mkililie Bwana, kamata mume wako, kamata ubavu wako

si wa kwako. si wa kwako sawa. Sisi wanadamu kuna wanaume tunakutana nao ama wanawake tunakutana nao, ni mtu wa mtu mwingine. Wewe ulichomeka katikati. Bwana asifiwe. makuta kwenye kuzunguka, kuzunguka ubavu wake, anakutana nao, akishakela na ubavu wake, anaona kwamba

Na timu ya mpira wa watoto 12 ndio nao atakaohudumia kama wapo wake. That means, huo ndio ubavu wako sijui mmeelewa, mnaelewa? Mmeelewa vizuri. Kwa hiyo kila mtu hapo alipo kuna ubavu wake. Ni sisi wanadamu tuanze na Mungu hivyo kwa hiyo ukiingia unakuta unaishi

wote ni wanyama, lakini wewe leo hii nafsi tutoe ubavu wako wa hapa, tukuwekee ubavu wa farasi, utakutesa, utakutesa ubavu wa farasi. Kwa kuna watu mko nao hapa, mko hapa, mnatembea, mna ubavu wa tembo. Bwana Yesu mwenyewe sinaelewa nacho nacho, ndio mwana shaka kusoto mna kutana mna kwaeleli yaani, mna amani kwa sababu sio kubavu wako. Haleluya, yeah. Mimi sina nafanya mfano, mimi si ndio wangu leo ulizeni, mshe kumtukana nini? Si hata kumtukana yeah. yeah. hata kumwambia pumbavu sijawahi. Haleluya! basi na miaka zile miaka mitano miaka mitano, wewe ni nani? Miaka mitano, hata mkono wako umeshakuwa hivi

Ina mengi. Nimekujibu, si kujibu, nimekujibu kwamba katika hali ya maisha kila mwanamke anataka kuolewa, kila mwanamke anatamani ndoa. Kwa hiyo unakuta kila mtu anayekuja angalau anamwangalia au anamwona ndio Mungu ameleta. Kumbe hakuna Boko Haram ndio amekuja Mtumishi wa Mungu amewaambia akawaambia, kwamba kuna baraka ipo ndani ya kukutana na ubavu wako. Kuna mwanaume anaweza kawa ni maskini, kuna mwanaume umekutana naye. Ilikuwa atakitanda hapa, hata godoro hapa ajui A wala ajui B, wewe nala kwashanga kitanda mara ta godoro, mara ta TV. Yaani maisha yakabadilika. Baraka zinakuja baada ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo unaweza kama unahangaika unaangaika kushoto, usione baraka. Kwa sababu ni ungeingia kwenye mahusiano ya ndoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna wanaume wanaweza kama wanaangalia wanasema ni wako, sio wako. Sio wako. Na hata ukazaa naye sio wako. Muulize swali. Kuna wanawake wangapi? Mimi najua wanawake sasa, wanawake ambao sasa wameolewa na wazungu. Mwanamke anaolewa na mzungu, lakini alizaa an, an, na Mgiriama shinikana wa ndani ndani huko majusi tu chungu nzima. Baada akapata kapata kapat, mzungu aliyopata mzungu wakazaa natoa mzungu chagena mtoto Kigiriama a watatu. Mzungu akawapenda hao watoto Kigiriama akawasomesha

Hakuna mtoto uliza. no, doa saizu ndoa mtumishi no, no, no. Mungu wa amefundisha noa ilikuwa ni mpango wa Mungu. Napo Mungu alipokuwa akipanga, Mungu alikuwa katika ulimwengu wa roho, maana yeye ni roho, ni, ni roho. kwa hiyo mipango ya ndoa misingi yake ni roho. Sawa, misingi rohoni lakini katika kuishi utembea katika frequency ya kimini. Foundation yake ni rohoni. Haleluya! foundation yake ni nini? Foundation yake ni rohoni. Kwa hiyo unapotaka kuijenga ndoa yako, unapotaka kuiongeza ndoa yako, lazima uwe mtu wa kumtafuta Mungu. Lakini kuna mambo sio ya kuyatenda katika ndoa rohoni ni, ya, ni, ya, ni ya. Kwa hiyo ndoa imejengwa rohoni ila ndoa inapaliwa mwilini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna siku zi kwafundisha, ni wakati wa kulala, ni masaa ya kulala na mume wako unaanza iyerikaaaa

Utachika utachika, so mama, mchana mchana utachika. Haleluya, wewe sikie wewe, mko hivyo au mko hivyo ama? Wewe sikie, kuna muda wa kushangalize na kuna muda sio kushangalize. Mama, unaisikia? Wewe unanisikia? Niombe nipate mtoto, huna mume? Sifanye hicho kibarua, sifanye hicho kibarua, nisahau kutwanga maji kwenye kinu. Haleluya! uja uja kwa mama Maria wewe, uja kwa Maria, uja kwa Maria wewe, eh wazi kuniambia nikuombee upate mtoto, huna mume? Ni ngumu. Uja kwa Maria. Haleluya! Bwana sikie, kuna wakati

pale hata Mungu anakaanga pepepe alipo ile usiku. Amen, Amen, Bwana asifiwe. Na mimi nawafundisha hapa na kusikia watu chini, mimi nimechelewa mjuu nitazake. Tuko darasani. Haleluya, Amen. Ya, ndio ndio maana kwa nini nimefundisha masuala ya ndoa ni changamoto kubwa. Ni changamoto kubwa. Bwana asifiwe. Utajiwa mume kwa hiyo unajiwa mume

Haleluya. Bwana Yesu mpiwe. Kipindi, eh, mtoto wa kwanza wa Yakobo, Rubeni, analala na mama yake. Mungu akaona vizuri. Yesu mpiwe. Hichi la tendo la ndoa Mungu hayupo. Unakuta ni mwanaume inafika tamaa anatamani wanawake wa nje. Amen. Wamama mabadilike.